za Wafrika hasa walioanzisha Upentekosti. Upentekosti asilimia kubwa mpaka Wapentekosti nao waona leo, waliokuwa manabii, waliokuwa mitume, walio wananena kwa, kwa lugha sionena kwa lugha wa, wa... karibia wote, karibia wote Upentekosti

wanakuwa mbele. Unaondoka huko, anapata shida. Mbona huyo anasema haya ni kama makubwa kuliko, lakini e, uko salama mishsiku na hizi kesi tano ambazo hatuzijui. Unaendaga mahakama lini? Unaendaga na nani? Sababu kama ulikuwa unatetea watu ulikuwa unapigania watu, siku ya matatizo watu ujitokeza kuwa na wewe And, tayari, tweke wazi, tweke na zenyewe bwana tuwekee tayari tuwekee wazi tuwekee na, na, na, na, na tarehe za mahakama, nini kinaendelea nje, na hivyo nawezekana tunapigwa. hiyo ni katika yale ambayo itakiwa kuyaweka wazi. Tuwekee wazi na hizo kesi, otherwise taendelea kuona shaka sana, shaka sana. M, jambo la mwisho. Je, Mungu au watumishi wa Mungu wa kweli wanachafuliwa, wanaaibika, watu watakosa imani juu ya Mungu au watumishi wa Mungu wanaojaribu kupinga mabaya kwa sababu ya watu kama hawa? Nikwambie, kuna mahali Mungu haaminiwi, watu wa Mungu hawaaminiwi kwa sababu tu wamejiaminisha kwa watu Mungu ana namna nyingi za kujiaminisha yeye ni Mungu. Ana namna nyingi za kuaminisha watu wake, hawa ni watu wangu, hawa ni watu wangu. Kuna vitu ambavyo uviruhusu ili tumfahamu binadamu kwa akili za kawaida hizi, unajua mwanadamu ambaye hawezi kuwa mwema hata kama anatangaza wema kiasi gani kwa sababu kama akina Pasico kama hiki alichofanya ni cha kweli, lakini lifestyle ilikuwa inafanya useme eh, sawa baba Mungu anatumiaga na punda. Twende ona tu, matukio fulani yanatokea, unaanza kusema mm, sio kile nilichokuwa nafikiri kwamba huyu anaweza kawa, sio sio kilikuwa chenyewe hata kabla hatujapata ukweli wote. Kwa hiyo hapa hakuna cha kuchafua wa Mungu wala kuchafua wa watu wa Mungu wala hakuna cha hatari kwa watu wengine wote wa Mungu, kwamba sasa akinambarikiwa, sasa mtaanza kutiliwa shaka kusakama kwamba na nyinyi, bila shaka mna tuufiche ufiche, ufiche. Tulishatiliwa shaka tumesha chimbuliwa huku na kule, na tuko tayari mtu yoyote kufanya research yoyote yoyote, ibuka na taarifa yoyote, ila unachoweza kukutana nacho kwa mimi, ukisema nasema, ukifafanua nafafanua, ukianika naanika, kila kitu mimi kwangu kikopeupe. Kwanza hakuna taarifa mpya. Mimi unaweza kaja, mtu anaweza kaja kuanika ya maisha yangu sijawahi kuisema, sababu tu kama kuna wakati tulikosea wanakili. Tulipokuwa watoto tulisema kama watoto, tulifanya kama watoto, lakini tulipokuwa watu lazima tuyabatilishe mambo ya kitoto, nayo ya kuiona kwamba nilikosea, yenye madhara, yenye hatari kwa maisha yangu, hiyo na hakika haipo. Tangu kuokoka mwaka elfu mbili mwezi wa kumi na moja miaka ishirini na tano sasa kasoro mwezi mmoja n anyway. Nimesema mengi sana. Tahadhari, sitoe komenti za mapenzi na upendo wa kishetani lakini pia usitoe comment za chuki. Hebu twende wote tuchoche Pasco asaidie sana kutuliza upepo huu kwa njia ya kuweka wazi Chaka.